Kati ya kijiri Rais Ruto ametangaza kwamba uwanja wa Talanta unaoendelea kujengwa utakapokamilika utabadilishwa jina na kuwa Raila Odinga International Stadium ili kumwenzi kiongozi huyo. Akizungumza wakati wa sikukuu ya Jamhuri uwanjani Nyayo, Rais amemkumbuka ame Odinga kama kiongozi aliyepigania uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kikatiba na uhuru wa vyama vingi nchini. Mary Kyallo anatuarifu. Ilikuwa maadhimisho ya sitini na mbili tangu taifa la Kenya kujinyakulia uhuru wake, hafla ambayo kwa mara ya kwanza iliadhimishwa bila shujaa aliyepigania uhuru wa kikatiba, demokrasia na uhuru wa vyama vingi nchini. Hey, hey. Ruto akiendesha hafla hii katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi akiwaagiza Wakenya waliohudhuria kusimama na kusalia kimya kwa dakika moja kwa heshima ya kiongozi huyo marehemu Raila Amolo Odinga. Rais akimkumbuka Raila kama kiongozi aliyekuwa kwenye mstari wa mbele kutetea maslahi na haki za Wakenya Raila Amolo Odinga and honor his sacrifice, service, and enduring legacy. Na ili kuhakikisha kuwa hayati Raila bado atasalia kukumbukwa daima dawamu, Rais Ruto ameahidi kuwa uwanja wa Talanta utakapokamilika utabadilishwa jina na kuwa uwanja wa kimataifa wa Raila Odinga. Tunakamilisha ile kiwanja ya Talanta pale Jamhuri, munajua kazi kubwa ambayo imefanyika pale, ni kweli ama si kweli? Na nimesikia yale gavana wa Nairobi amesema ya, ya kwamba ile uwanja wa Talanta ipatiwe jina gani? Mumesema ipatiwe jina la Raila Amolo Odinga International Stadium. Nimewasikiza, na tukikamilisha tutafanya hivyo. Ahadi ya rais imejia baada ya gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kupendekeza kwa rais kubadilisha jina la Talanta ili kumuenzi kiongozi huyo. Sakaja akisema wajibu walionao kama viongozi wa sasa ni kuwafaa wenyeji waliowachagua ili kuwaenzi viongozi waliotangulia akiwemo kiongozi huyo aliyehudumu kama mbunge wa Langata kwa muda mrefu zaidi. Tunajua kwamba mwaka ujao mwaka ujao sherehe hii itafanywa katika uwanja mpya wa Talanta ambayo unaendelea kule Langata Road. Sijui kama utatukubali, na sisi kama watu wa Nairobi tunakuomba uwanja huo uiite Raila Odinga International Stadium ili kumkumbuka baba wetu ambaye alituacha. Kwa upande wake rais wa taifa la Ghana, Rais John Dramani Mahama pia amemkumbuka Raila kama aliyekuwa nguzo muhimu katika ujenzi na ukuaji wa taifa la Kenya. Finally, before I resume my seat, accept my personal condolence and the sympathy of all Ghanaians on the passing of a great statesman, mzee Ra Raila Odinga. May God grant him peaceful rest. Long live Kenya. Long live Africa. Long live Kenya Ghana relations. Asante sana. Mary Kyallo, Undugu TV.